Update mpya kutoka kwenye kesi ya rapper Puff Daddy, kwa sababu kesi ambayo inasikilizwa hivi sasa na kesi kubwa, ni lile shtaka moja ambalo rapper Puff Daddy amelikubali, la kumpiga na kumdhalilisha huyo kama msanii kama ambavyo tunaona Zuchu wakati anasainiwa na Diamond, pale WCB, ilikuwa ni kwa ajili ya kazi lakini katikati hapo tunafahamu mambo mengi yanatokea, eh? Sasa kwenye mambo mengi kutokea huku na huku, Cassie alivutiwa na P Diddy, kama ambavyo P Diddy pia alivutiwa na Cassie, wakaamua kujoin pamoja na kutengeneza ile bondi ambayo ilikuwa ni bondi ya girlfriend pamoja na boyfriend, ambao wanafanya kazi pamoja kama boss pamoja na mfanyakazi wake, kama hicho hicho ambacho tunakiona kwa Diamond pamoja na Zuchu. Sasa story yao ilikuwa mbali sana kwa sababu hiyo ngoma kati inatoka mu Kesi alikuwa na umri wa miaka kumi na tisa ya yeah. Huo ni umri ambao kwa mataifa ya wenzetu tayari kashavuka umri wa wa kuuitwa mtu mzima, kwa kwa hiyo hata ukiingia naye kwenye mbanga za mahusiano kimapenzi, huitu pedofile yani ile yeah, hali ya ya kujihusisha na na mapenzi na watoto wadogo utakuwa umeepuka, kwa sababu tayari kashafikisha umri wa miaka kumi na tisa. Ndipo ambapo ddp alipata nguvu ya kulikubali ombi la Kesi kuwa mpenzi wake. Sasa kwenye masharti ambayo Puff Daddy alipewa na Kesi kipindi ambacho anaingia kwenye uhusiano kwa sababu Cassie alikuwa na umri wa miaka 19 wakati anaitoa hiyo album na wakati anaitoa hiyo hit song ambayo inapatikana kwenye albamu yake ya kwanza kabisa ya aliyoipa jina la aliyoipa jina la Cassie ambayo ilitoka chini ya Bad Boy Entertainment. Puff Daddy alikuwa na umri wa miaka 38 kipindi hicho. Umeona hiyo distance ya umri kutoka 19 mpaka thelathini na nane. Sasa hivi tunasema wababa, eh, yani Cassie angekuwa kwenye hii dunia sasa hivi, alafu anaruka na Puff Daddy, tungesema Puff Daddy ni mbaba fulani hivi ambaye ana deti na mtoto wake. Lakini sio noma, kwa sababu kipindi hicho akuwa anaona fresh tu kwa sababu Cassie ndo, kama umeelewa mshikaji, na Puff Daddy akaona sio noma, ana kipaji mzuri. Kwa nini niache kuruka naye? Akaruka naye kama kawaida. Sasa Cassie alimpa baadhi ya masharti Puff Daddy kipindi, kipindi ambacho anaanza mahusiano, na miongoni mwa hayo masharti ambayo Kesi alimpa Pafdadi ni kwamba hawatoshiriki mapenzi, yani hawatokutana kimwili mpaka Kesi afikishe umri wa miaka ishirini na mbili. Didi akasema hivyo tu sio Kesi, mbona mi ntasubiri mshikaji? Kweli akasubiri mpaka Kesi alipofikisha umri wa miaka ishirini na mbili, ndipo ambapo alianza kukutana kimwili, kwa mujibu wa Kesi, na haya yote ameyazungumza jana mbele ya mahakama kipindi ambacho ushahidi wa zile kesi ambazo zinamkabili rapa Puff Daddy unaendelea kutolewa, na kesi kubwa ni ni hii hapa ambayo iko mbele hivi sasa ya kumshambulia huyu ex-girlfriend wake kwa kumpiga, na kuna video takriban tano mpaka sita, kama ambavyo jana tulikusogezea hiyo update. Taarifa mpya ni hiyo. Na kwenye hizo album ambazo, kipindi ambacho Kesi anaingia kusaini mkataba na record label ya Bad Boy, aliambiwa atatoa album kumi zote zitasimamiwa na Bad Boy Record, kuanzia audio production mpaka video production. Bahati mbaya sana, ametoa album moja tu, hiyo album aliyoipa jina lake la Kesi, ambao hit song ni moja. By the way, ambao mimi ninafahamu imeenda mjini ni hiyo Me and You uliyoisikia ya kwanza kabisa. Mafanikio ya hiyo ngoma: ilishika nafasi ya tatu kwenye chati kubwa za music kule Marekani Billboard Hot 100, huku album yake ikifanikiwa kuingia mpaka top 10 ya album bora 200 za Billboard. Sasa siku jana Kesi, aka Cassandra, aliwahi kuwa mpenzi wa Shan Jean Combs. Jana Mei kumi na tatu alitoa ushahidi dhidi ya kesi zinazomkabili mpenzi wake wa zamani rapper Puff Daddy aka P Diddy, huku kesi akieleza jinsi alivyoteseka kisaikolojia na kimwili kwa miaka kumi na moja kipindi ambacho yupo kwenye uhusiano na rapper Puff Daddy. Akiwa mbele ya mahakama, akiwa amevalia blouse ya ya mikono mirefu ya rangi ya zambarau, kesi alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini, huku akionekana kuwa na mimba kubwa. Tunafahamu hilo kama ulipata nafasi ya kuona picha za kesi hivi karibuni ameonekana akiwa na mimba ambayo tayari ni kubwa, ambapo siku ya jana kesi wakati anazungumza alionekana akipumua kwa shida kutokana na kulia kila wakati, wakati alipokuwa akizungumza uchafu, ukatili na uovu ambao alikuwa akifanyiwa na rapa Puff Daddy. Awali kabisa kesi alianza kutoa ushahidi wake mwanzoni kabisa wa uhusiano wake yeye pamoja na rapa Puff Daddy, ambapo alieleza kuwa walikutana wakati yeye akiwa na umri wa miaka 19 tu P Diddy akiwa na umri wa miaka 38 bonge moja la gap la miaka kwa wakati huo ambapo Didi alimpa mkataba kesi wa kutoa album kumi chini ya record label ya Bad Boy Record, kupitia franchise yake ya Bad Boy Entertainment. Licha mkataba huo, kesi alifanikiwa kutoa album moja tu kuanzia asaini chini ya record label za Bad Boy. Kesi pia anaeleza wakati huo, wakati anaingia kwenye record label za Bad Boy, hakuwa na uzoefu wala alikuwa hana uwezo wa kumwambia neno hapana Puff Daddy. Kwa chochote ambacho Puff Daddy alimwambia, kesi alikuwa akikitimiza kutokana na, na kumpenda rapa Puff Daddy. Lakini baada ya maisha kusogea, Cassie alianza kuona mabadiliko kwa rapper Puff Daddy, kwani alianza kumpa maagizo ambayo ni magumu kufanya, vitendo ambavyo ni vigumu mbele yake hasa vitendo ambavyo vilihusisha kuajiri wanaume wengine kufanya mapenzi na kesi na kupanga vyumba vya hoteli kwa ajili ya tukio hilo yani, yani Diddy alikuwa akimuuza kesi kwa wanaume wengine yeye, yeah, anakunja mkwanja alafu kaza anaifanya kesi yeye, yeah, alikuwa ajali kabisa kusana na kesi na kusana na mkataba ambao kesi aliusaini wa kufanya kaza music waliusahau kabisa kwamba kesi na mkataba wa kufanya kazi kama artist. Lakini mapenzi ndio ambayo yameharibu karia ya kesi na yameharibu mfumo mzima wa maisha ya kesi kutokana na unyanyasaji aliokuwa akipitia. Wengi wame comment na kusema of course kesi anahoja, lakini kama asingejihusisha na kujiingiza kwenye uhusiano wa kimapenzi na rapper Puff Daddy, basi haya yote asingemkuta. Angefanya kazi kama artist wengine waliofanya kazi chini ya record label za Bad Boy kama vile French Montana ambaye alifanya kazi baada ya hapo akasepa na kuanzisha record label yake ya Coke Boy. Lakini kesi alizama ndani kabisa na kumkabidhi kila kitu rapper Puff Daddy. Ndio maana Puff Daddy alianza kumtumia vibaya, kuanzia kimwili mpaka kwenye fedha zake, na kujiingizia fedha kupitia mwili wa kesi. Kesi hizo zinaendelea kusikilizwa na tutaendelea kukusogezea update kadri ambavyo update mpya zitakuwa zinatokea kwenye mahakama inayosikiliza kesi za rapa Puff Daddy.